Hivi ukiambiwa kwamba jina la Yesu liliandikwa katika neno la kwanza kabisa katika Biblia, ungefanyaje? Siyo katika sura ya kwanza wala mstari wa kwanza, hapana, lakini katika neno la kwanza kabisa katika kitabu cha Biblia. Lipokuwa limefichwa lakini linatoa siri ya ajabu ya wokovu wetu, na huo ndo utamu wa Biblia yetu. Kwenye kuielewa unahitaji hufunua Roho Mtakatifu akufunulie yale yaliyofichwa kubwa kabisa. Ni ilia agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Sasa hebu tuende moja kwa moja kwenye mstari wa kwanza kabisa katika bibilia, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza unasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Lakini katika lugha ya Kiebrania, mstari huu mzima unafungwa na neno moja tu, unafahamika kama Bereshit ambalo linaweza likatafsiriwa hapo mwanzo. Lakini hapo ndipo ajabu ya mstari huu inapoanza. Kwa kawaida, wanafunzi na wanazuoni wa Kiebrania wanasema kwamba neno hili linaweza likagawanyika na kutoa maana ya ajabu sana. Neno la kwanza ni bar, ambalo lina maana ya mwana, lakini la pili ni reshit, ambalo lina maana ya mwanzo mkuu ama wa kwanza kwa hiyo ndani ya neno hilo hilo mmoja Bereshit kuna ujumbe uliojificha ambao unasema kwamba mwana wa mwanzo. Kana kwamba mstari wa kwanza wa Biblia unatuambia kupitia mwana Mungu aliziumba mbingu na dunia. Najua ni ajabu, na ndiyo mpango wa kimungu wenyewe. Sasa kwanza, hebu tusimame hapo hapo, bado hatujayaona yote. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mithali sura ile ya nane kuna karakta kuna mtu anaitwa Hekima katika kitabu cha Mithali sura ya 8, mstari wa 22, unasema hivi: Bwana alinimiliki tangu mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Kama nilivyokwambia, huu mstari unamzungumzia mtu anaitwa Hekima na Hekima ndiyo anayeongea lakini, huyu Hekima ni nani? Lakini cha ajabu kitu kingine ni kwamba neno lililotumika kuongeza kusema mwanzo ni neno reshit. Hekima anasema kabla ya chochote kuumbwa, nilikuwepo. Mstari unaofuata unayazungumzia kwa kina zaidi. Ukisoma kitabu cha Mithali sura hiyo hiyo ya 8 mstari wa 27 mpaka wa 30, nasema hivi: nilikuwepo alipoweka mbingu, nilikuwa karibu naye kama fundi stadi. Sasa, ndugu yangu Hebu sikiliza kwa makini sana. Mtume Paulo anatuonyesha kitu kingine cha ajabu, ni kama anaufunua ule mstari ulioandikwa katika kitabu cha Mithali. Mtume Paulo anatuambia huyo hekima ni nani? Soma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 24, Kristo aliye nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Ndiyo, Yesu ndiye hekima inayozungumziwa katika kitabu cha Mithali nane. Kwa hiyo pale hekima inaposema, Bwana alinimiliki tangu mwanzo, neno la kiebrania reshit, kwa njia zake, huyo ni yesu aliyekuwa anazungumza. Sasa turudi tena kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Sasa turudi tena kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Kama Yesu ndiye reshit na vitu vyote viliumbwa kupitia kwake, basi mstari wa kwanza kabisa katika bibilia ungesomeka hivi: katika Kristo, Mungu aliziumba mbingu na dunia. Unaweza ukasema, ama unaweza ukabisha, lakini agano jipya linathibitisha hilo. Si jambo la ajabu sana, bibilia yenyewe inathibitisha kupitia kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa kwanza mpaka watatu, nao unasema hapo mwanzo kulikuwako na neno na eneno alikuwako kwa Mungu, na eneno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Unaweza ukasoma pia katika kitabu cha Wakolosai wa kwanza mstari wa kumi na sita kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vya mbinguni na vya duniani, vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo rafiki yangu, haya si maneno tu. Kumbuka kwanza. Neno la kwanza kabisa katika Biblia linamwonyesha Yesu ndani yake. Anaonekana kama hekima ya Mungu, anaonekana kama neno la mwanzo kabisa, kama mwana wa mwanzo ama Kiebrania Reshit. Na kutoka kwa mstari wa kwanza kabisa, Mungu anatuonyesha Yesu alikuwa pale. Si tu katika Injili kini tangu mwanzo wa maandiko yote. Kwa hiyo kumbuka tu, unapoifungua Biblia yako kitabu chako cha Mwanzo, mstari wako wa kwanza kabisa, unapaswa kuusoma ukitabasamu, ukijua kwamba umeandikwa, kwamba katika Kristo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Ikiwa kama umebarikiwa na ujumbe huu na umekugusa sana, basi usijali ilikina wengine pia unaweza ukashia na watu wengine lakini pia usisahau kusubscribe kwa mafundisho mengine mengi ya kina katika neno la Mungu na yale ambayo yamejificha ndani yake. Yesu yupo katika kila ukurasa wa Bibilia kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Tunahitaji Roho Mtakatifu atufunulie yale yaliyofichwa ndani yake.